Na Shabiki na Jamii ilizuru kaunti ya Muranga baada ya Simon Irungu kushinda bonasi ya zaidi ya shilingi laki tano kupitia Super Jackpot ya Shabiki.com ya shilingi milioni 100. Wakati wa sherehe kijijini Kiangage, wakazi walipokea zawadi mbalimbali mbali, huku wahudumu wa bodaboda wakihimizwa kuzingatia usalama barabarani. Irungu ambaye ni mhandisi mstaafu amesema pesa hizo zitamsaidia katika kuimarisha maisha yake ya uzeeni. SJP na nimekuwa nikicheza all through mpaka wa leo, na hivi leo nina furaha, nimejishindia half a million. Hizi He hela zitanisaidia kumalizia project yangu ambayo imekwamba pale juu, na ninashukuru sana kwa Mwenyezi Mungu, sijafika nimepita nusu, na nimevuka na karobo. <laughs> Naam, kwingineko ni kwamba washukiwa